hapo unachagua ni huduma za kifedha, unapiga uh, kisha unachagua saba hapo kwenye mix card. Pia bonyeza hiyo moja mix bias master card, hiyo hapo ndo tunahitaji kwa ajili ya malipo mtandaoni, hiyo ndo tunahitaji nakunda kupia kuonyesha na namba ya kadi utaweza kuiona, utaweza kuona vitu vingi, utabonyeza tengeneza kadi ya namba moja yanzeni. Eh, utaweza kubonyeza moja kuendelea na kuambia, unakaribia kutengeneza mix master card. Hizo na masharti kuzingatiwa, huyo sio muhimu, bonyeza moja kuendelea, kama hivyo tunaweza kuendelea. Ni hapo utachagua, je, unaitaka iwe kadi ya matumizi ya mara moja, maana ukitumia tu inakuwa imefutwa automatically au ya siku tisini. Kwa kama unahitaji wewe ambaye kutumia mara moja unachagua moja, kama ni kutumia kwa siku tisini mara mbili. Ila mimi nataka kutumia ndani ya siku tisini. Kwa hiyo hapo unachagua siku tisini unaweka moja, kama ni kwa mara moja unachagua hiyo. Ila mimi nataka siku tisini kwa nimeweka mbili na kutengeneza mix bias master card. Hapo unaweka ni namba siri ya line yako ili iweze kuitengeneza hiyo card na mchakato uweze kuisha kabla video ijaisha. Ja pia nitakuonyesha jinsi gani ya kutengeneza ya kuona namba yako ya MasterCard na kodi zingine ambazo ni muhimu kuzifahamu. Kwa baada hapo unaambiwa kwamba mix byas yes. Master Card astsitengeneza kikamilifu mpaka hapo. Umeshatengeneza Master Card yako, kwa hiyo unaweza kuanza kutumia, ni tayari kwa matumizi. Sasa kuonyesha jinsi ambayo unaweza kuitumia kupata namba yako na kodi za siri za namba yako. Utapiga menu ile ile ya kuenda kupiga ya Facebook, ni line za Tigo ile ile na kwenda kuona jinsi gani ambapo unaweza kupata sasa namba ya, ya Mastercard yako na jinsi ambavyo unaweza kupata a, CVV zile, jinsi ambavyo unaweza kupata expired date kwa, na kwenda pale pale ambapo nilikufundisha, kuna ambapo tulienda kutengeneza kadi. Kisha kishafika hapo utabonyeza angalia kadi zako, angalia kadi zako namba mbili Unabonyeza hiyo hapo, angalia kadi zako, unaweza kuona, utaona pokona hiyo kadi moja imewezeshwa, utabonyeza moja. Okay, na hapo utakuomba weke namba siri, ili aweze kukupa taarifa zako. Kwa hiyo hapo unaweka namba siri, enzi uta kutumia taarifa zako kwenye SMS Kwahiyo hapo takua mpata ni kupata taarifa zako, taweza kuona SMS na tunakwenda mm. Yes, tayari smsyaba kama ambavyo unaweza kuona. Kwa hiyo hapo naweza kuona taarifa zangu, kuna jina la kadi, uh, kadi namba, tariha ya mwisho matumizi na uh, CVV vyote viko hapo.